Simamia TV, mimi ni Mwafrika nyuma a kamera po anoi, ni nikiripoti kutokea hapa katika kijiji cha Ibuga, ambapo mkutano umefanyika wa mwheshimiwa diwani Hafiz Abdalla ambaye ni mgombea e, wa udiwani katika kata ya Kabanga kupitiam, leo hii e, amefanya mkutano hapa lakini kubwa zaidi ni pale alipotoa nafasi kwa wananchi waliohudhuria mkutano huu e, kuuliza maswali na e, wananchi walipata kuuliza maswali kadhaa ikiwemo kero ya maji ambapo kwa muda mrefu katika kijiji cha Ibuga kumekuwa na tatizo hilo, ambapo mama mmoja amezungumza kwamba eh, walisema watamtua eh, mama ndoo kichwani sasa wanataka hali hiyo itokee, lakini mheshimiwa Hafiz alipata kujibu. Lakini pia tumeona eh, Alex pia alipata kuuliza swali, ambapo ni hoja kuhusiana na mzee wake ama baba yake ambaye alikuwa na shamba lake la miti ameuza, lakini baadaye serikali ya kijiji ikasema miti hiyo ni eh, amevuna eh, ambapo hakuwa na kibali, lakini pia shamba lake likachukuliwa na serikali. Majibu yalikuwa kama hivi. au kwa ajili ya mwaka huu anataka kuniuliza si ndio? Kwa hiyo mi naomba nikaribishe hoja haya, kuna mmoja Alexi, wa pili huyu na wewe pia? Eh, hey, uh, mfananishi. Watu watatu eh? A ah, watu watatu njooni wote msimame ah, na mama mmoja mwanamke mmoja jinsia, basi itabidi tu wawe wanne ah, waje wanne kama kuna mama yupo mama. kule. Ndio haki za wamama mama, eh, mama njoo nenda tu mama simama hapa. Eh, hapo hapo tena tuanze na mama. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kweli mimi kero yangu, au nanii, diwani wetu, shida zetu tulikuwa tunaambiwa ndo mama mtuwe ndo kichani, kichwani. Sasa tunaomba hilo hitaji, tunaomba ulitekeleze, naomba kuwa Amina. Ibuga oye, hilo swala la mchakato wa kujenga chanzo cha maji ili wananchi wa Ibuga wapate maji. Nadhani nimelielezea kwenye ilani ilipo na niwaahidi watu wa Ibuga nitapambana, nisimalize miaka mitano hamjapata maji hapa. Sawa? Haya. Eh, swala jingine. Kwa majina anaitwa Alex Mariseli Tabibanza mzaliwa na mkazi wa kijiji cha Ibuga. E, ninazo kero mbili kero ya kwanza kwa mheshimiwa mgeni wetu rasmi, tunashukuru ujio wako Mheshimiwa Hafidh Abduhu, shida tulionayo kijiji cha Ibuga, shida ya kwanza kabisa ni kutokuwa na maji. Sasa endapo labda utakaporudia kupewa ridhaa hiyo kwa diwani, jaribu kuangalia ni jinsi gani tuweze kupata maji kijiji cha Ibuga. Jambo la pili ni kero binafsi ambayo inaendana na mzee wangu anaitwa mzee Mariseni Tabibanza ana miaka 86. Ni mzaliwa na mkazi wa kijiji cha Ibuga, lakini cha kusikitisha na cha kushangaza e, mimi juzi kati mimi ni mtoto wake wa nne, juzi kati ameenda kwenye msitu wake akauza miti akamuzea bwana Moyi wa Jiruligwa. Baada ya kuuza miti, aliandikiwa hati ya mashtaka kwenye kijiji cha Ibuga kwamba anatakiwa aje ajibu ni kwa nini alikata miti bila kibali. Baadaye yule mzee akawa naumwa, mpaka dakika hii tunavoongea yuko mahututi, hakuweza kufika ofisini. Akaandikiwa barua ya pili, akaandikiwa barua ya tatu. Baadaye mimi aliniita nikaenda, nikatoa taarifa kwa mwenyekiti kwamba yule mtu mnamwandikia barua, ukienda kuangalia hali alionayo kidogo ni changamoto. Walivyoenda pale wakakuta naumwa kweli, waka mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wakaunda genge la wanafiki wachache ambao majina yao ninayo, wakaenda kwenye shamba lake, wakaweka mipaka kwamba kuanzia dakika hii shamba hilo ni eneo la kijiji, asirudie kukata miti tena. bibada ya kwenda pale nilihoji kwamba ni uongozi wa aina ngapi zilizotangulia kijiji cha Ibuga ambao hawajawahi kunyang'anya mali za wananchi kwamba iwe mali ya kijiji. Leo hii uongozi ule uliingia madarakani ndio aanze kunyanyasa watu na kuwanyang'anya mali zao. Nikarejea, alikuwepo Mzee Matoni Budondi, mwenyekiti wa kijiji, ameongoza zaidi ya miaka 25 akaja mtangulizi mwingine Morisi Ndara ameongoza miaka zaidi ya 20, alikuwa hajawahi kufanya jambo kama hilo, kwenda mtu ameuza mali yake mpaka anapewa hati kwamba sirudie kutumia eneo hilo ili anyang'anywe mali yake. Mimi baada ya kuhoji nilienda pale sikuhusishwa, e, mimi nilienda pale nikahoji, mbona mnaweka mipaka kwenye msitu wa huyu mzee kulikoni? Wakasema sisi tunaamua kuweka mipaka, atakayeamua tararamika. Hasa nikapenda kuuliza mheshimiwa diwani mimi nafikiri niliwapiga, picha zote ninazo, baadaye nikamtumia Mheshimiwa Hafizi, lakini pia ngazi nyingine, nikaambiwa watalishughulikia. Nimeona kero hilo, niliweke mbele yako na mbele ya wananchi, ni jinsi gani mtu aingie madarakani. Kijiji cha Ibuga, mimi nafikiri ni viongozi wengi waliotangulia mazingira haya, kimepokonywa na kuuzwa ardhi yote, mpaka nyumba ya kijiji iliyokuwa mazingira haya. Nakumbuka mwenyekiti aliyeondoka madarakani aliwahi kuezua nyumba hapa akamuzia bati moja, mmoja mwalimu mmoja anaitwa Masai mpaka ziko Kabanga. Mi kipindi hicho ni bodaboda, wakanipa bati nikazibeba, kajengea nyumba ya kuku Kabanga. Uongozi uliokuwepo siku za nyuma wamekuja, baada ya serikali kubaini kwamba ng'ombe zichizi, zichungiwe wapi, watu walibe wapi, watu wazikwe wapi, serikali ya kijiji kaja kujikuta tayari uongozi uliokuwa madarakani umeshauza ardhi zote kwa matajiri. Wakaanza kuchukua mali za watu na kupokoja, wanaweka mabango. Ikumbuke kuwa hili kwa jambo moja ni mhamia toka jururimwa, naitwa Nio Richard, akawa amenunua sehemu zake huko chini baada ya hapo serikali ya kijiji kaenda kuweka bango kwamba eneo hili ndio machungio ya kijiji. Tuliaramika kwa Mheshimiwa Hafidh, nafikiri muda si mrefu bango lile liliondolewa. Hasa cha kusikitisha na cha kuchangaza kwamba serikali iliyoingia madarakani hivi karibuni ndio imeenda kugundua kwamba mzee Marisera ntabibanza baada ya kuuza miti yake na jikimu kimaisha, anauma akajitibishi wanaenda kuweka mipaka kwamba kwanza, leo usikate miti, hii ni mali ya serikali. Mimi huh, kero yangu ipende kuishia hapo, mimi nina imani kwamba itatatuliwa. Ugy huyo mzee yuko kwenye kitongoji gani? Ibuga namba moja. Mwenyekiti wa kitongoji nimemwona, mwenyekiti wa kitongoji nilimwona. Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti njoo, mwenyekiti nataka minataka nge ukweli eneo ni la huyo mzee au sio lake? shika ya, shika maiki yako shikaiehe, ongea sasa, hilo eneo ni la kitongoji manake zamani kitongoji ipo sehemu mbili, vitongoji sio kitongoji kile, hawezi kutumia na mtukaji, wanaihi, yitaji, kama madarakani kama navita vitongoji walikuwa wanavitumia kwa ajili ya wananchi wanaohitaji, mfano kama vito au ugeni au kama tu anataka kujenga. Kwa hiyo baada ya wananchi kularamika, walifika ofisini walitoka malaramiko yao. Baadaye wale wazee ambao ni maarufu ambao wanajua huyo msitu walienda kuonyesha hiyo sehemu ya msitu huu, nami kaa mwenye kintu vitongoji, ina maana kama mlinzi wa mali ili kuwemo kwenu, wao walishirika mpaka wakamaliza yule e, e, e, e, mzee inamunale. Yaani hiyo miti iliyopandwa nipanda na wazee wa zamani, hata mimi sijui wale wapano, ila kwa kauli ya watu wazee ambao wanahudhuria ndio walienda kuonyesha hizo sehemu za vitongoji likuwa. Asante, usiondoke, usiondoke. Mzee mwingine nimeona umenyosha mkono, njoo tena. Mimi nataka wazee wa miaka hii

Uwo msitu ambaye mnaganda na ugomania ulipandwa na wanakijiji mwaka elfu moja mia tisa kumi na nane na mimi si ujui wa babu yetu msitu Musi. mw, mwingine ni wakeuka Rubanda ulipandwa <tis> elfu moja mia tisa hadi ishirini feda pulite huyu ambaye ametoka kusema ni hili tangia mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili tofiti nawekea kinga moto kutoka wilaya gazi za juju ngaose lmayaserikalia mimi huwa napenda kila mwananchi apate haki yake, kila mtu apate haki yake. Wacha kwanza tumalize uchaguzi, ili jambo litaninyima usingizi mpaka liishi. Kwa hiyo nawaahidi, tukishamaliza uchaguzi, nitarudi kulifuatilia, tujue mwafaka, na kila mtu nataka riziki sawa. Hii mbuga ina wazee wengi, tutawaita wote, hata kama hawaoni hawatembei, tutawaleta sawa. Tukae nao watuambie ukweli, tumekubaliana. Asante go. wengine wa. Kwa majina, naitwa Mathias Emmanuel Barasula bibi. Hoja yangu naipeleka kwa diwani. Tunakushukuru diwani, kama ulivyoelezea kwamba sasa hivi sio mgombea kusema kwamba ndio umeanza unagombea nafasi ya pili Nakumbuka miaka mitano iliyopita wakati unapita mazingira yote ya kata yako ya Kabanga, kuna baadhi ya ahadi ulikuwa unazizungumza, kuanzia kwa vijana, kwa wakina baba na kwa akina mama. Sasa hoja yangu inakuja kwako. Nakumbuka kipindi kile ulizungumza upande wa vijana, ukawa umeahidi ya kwamba vijana, kijiji chetu cha Ibuga ututupatia mpira. Sasa sisi kitu kinachotutatanisha tunaibuga lakini tuna Karagenda na tuna Ibuga Senta. Nakumbuka Karagenda walipata mpira na ukasema kwamba tutupatia mpira miwili, mpaka sasa sisi hapa hatujapata mipira. Kwa hiyo vijana wakaniagiza nije niwasemee. Kwa hiyo tunahitaji kujua kwa nini sisi hapa Ibuga senta hujapata mpira na vijana kila siku wanaenda wanjani mpira tunao tumia walinunua wenyewe kwa hiyo hoja yetu ni hapa, tunahitaji mpira na tunahitaji na jezi. Asanteni sana, Ibuga oye! Mimi nasema hivi, Ibuga nishatoa mipira mingi, ila nikuombe kitu kimoja blaza, inawezekana viongozi wako wa timu wanalala na wale wa Karagenda wajanja, wakija wanasema hapa hapa. Mimi siwezi kujua huyu anatoka wapi huyu anatoka wapi? Ananiambia mimi wa Ibuga, nishatoa mi mipira mingi. Kwa hiyo nikuombe kitu kimoja sawa, tukimaliza uchaguzi wewe nifate wewe, usitume mtu, nifate wewe, ili hiyo kesi sasa, ukiiba wewe mpira, uibe wewe, sio mimi. Wale wakaragende anawezekana wajanja, mimi shatoa mipira mingi ya Ibuga, kwa kwa hiyo niwaombe kitu kimoja vijana, sawa. Siku zote mkiwa na timu mnakuwa na uongozi si ndio? Yaani, viongozi wenu hakikisheni wanakuja wanajitambulisha kama hivi, mimi na wewe. Tena uchukue na namba zangu sasa, ili siku nyingine <laughs> ukilala shauri <show> yako <laughs> na leo nitumie meseji, nikuandikie namba pia eh, wananchi wamezungumzia swala so zima eh, kero la eh, kero ya daraja ambapo wanafunzi wamekuwa wakipata tabu ambao wanakuwa wanaenda katika shule ya sekondari ya Nyabisindu ambapo wamesema kunahitajika daraja, lakini mheshimiwa Hafizi ambaye mgombea wa eh, udiwani kata ya Kabanga amesema atashughulikia na atajenga daraja hilo. Hapa ndipo akiwa anazungumza, kwa majina anaitwa Frujeza Fabiani ni mkazi wa kijiji hichi hichi, lakini kero yangu kwa diwani nafikiri hata kipindi cha nyuma unapita na uongozi ambao tunaongozana nao, tuliwahi kulizungumzia kuhusiana na daraja. Watoto wanaosoma sekondari kutoka Kaibuga e, wakielekea Nyabisindo pale ni mazingira magumu tu wanakopita muda wote mtasikia ajali. Basi wananchi walijitoa wakachukua mbao pale, tukaenda tukaweka, lakini pale ni vizuri tukatengeneza kadaraja la kudumu tayari. Tena nimerudisha kelo kwako, kama itaiwezekana lifanywe kazi. Kelo ya pili pia ni kuusana hili ili la maji ili kwa kitongoji cha Ibuga namba moja na senta, wanashiriki nini chanzo kimoja pale. Maji yalishaisha wanaochota wanatumia kikombe, wanakunywaga uchafu na sijui pale wanafanyaje. Viongozi waliopo wakiwaita hata wananchi, sioni mahudhurio yao. Hata juzi nikasikia kwamba wanawaita wakusanyike, kila mmoja alilala. Kama viongozi mnatushughulikiaje kwa hili? Lakini pia na maji haya haya kipindi kile cha nyuma, nafikiri utakumbuka mheshimiwa, iliongelewa hapa na Dina mbunge ambaye amepita kidogo. Aa, ya kwamba wanaenda kuchimba maji wapi pale Karagenda na ni kweli tulisikia kwamba ametobolewa na nikashuhudia wakati niko kwenye kazi zangu gari lishuka na mabomba nikajua kwamba kume maji ndio tunaanza kuletewa, lakini vilikoishia tena hatukujui pengine, utupe taarifa kwa hilo asante. Ibuga oye! Jamani, ili kwanza tunaanza chanzo cha nani kile njia ya watoto, mimi nakumbuka hili nilifanyia kazi, isipokuwa yule mtendaji wa kijiji alikuwa hapa aliamishwa, namkumbuka yule, tulikuwa tushapanga kila kitu yeye yeah, aende kule aangalie aniambie, nilete vifaa na mimi niliahidi nitaleta kokoto, nitaleta mchanga, sawa, nitaleta na nondo, alafu wananchi watavikusanya kuvipeleka kule, umeelewa? Kama kuna mbao hizo, hizo mbao tunaweza juu tukaweka, sasa nondo na kokoto zake hapo hapo ikachanganywa zege, baada muda imekauka, si ndio? Lakini hivyo vitu nilimwambia yule mtendaji aliyopita na leo pa tunaongea mtendaji nadhani wa kijiji hayuko hapa sindio? Yeah. Mi niombe kitu kimoja, taratibu wa chama na viongozi wote na wananchi wote mlaokuwepo hapa sawa, mwambieni mtendaji wa kijiji anitafute kwenye hili swala, kwa sababu wale watoto pale wakipata matatizo manaake, tumepata kijiji cha Ibuga si sindio? Yeah. na mimi natamani tukijenga lile daraja pia itakuwa ni alama yangu Lazima wote mtasema ili daraja lilijenga fulani, si ndio? Na mimi nimeamua kulijenga na nitajitolea, litajengwa. Swala so la pili la chanzo cha maji, ni kweli kule chanzo kilichimbwa, bomba lilichimbwa, na niliongea na injinia wa wilaya kuhusu kwamba maji atapandaje huko juu. Yeye alichonijibu jibu lake la mwisho kwamba wameomba budget. Unajua hivi vitu vya serikali unaomba, sio kwamba ukifika unachukua wao bajeti ya kwanza ilikuwa kuchimba kisima, walichimba. Kwa hiyo bajeti ya pili kule tulipochimba kisima, hakuna umeme, hakuna sola, si ndio? wao walichoniambia kwamba wameenda kuomba hela, bajeti ya kuweka sola ili waweke pump, sasa wasukume maji juu, na gharama nyingine za mipira na vitu vingine. Na mwaka huu mnakumbuka, ni mwaka wa uchaguzi, si ndio? serikali inatumia hela nyingi kwenye uchaguzi. Kwa hiyo bajeti huku ni rahisi, sio vigumu sana, au sio rahisi sana kupata pesa kwa ajili ya miradi. Kwa hiyo mimi niwaombe, tuna nawahidi, nishasema tangu mwanzo kijiji hiki nitajitahidi hii miaka mitano kipate maji. Hilo ndio jambo la msingi. Mi ni washukuru wananchi sana sana sana sana. Nadhani hoja zote tumezijibu hapa, si ndio? Sasa tukubaliane tarehe ishirini na tisa tunaenda kutiki, tunatiki tunatiki kwa nani na nani na nani? Ibuga hoye, naomba msiniangushe. Tarehe 29 tujitokeze wa kutosha sawa? Tarehe 29 nataka Kabanga iongoze wilaya nzima kwa kupiga kura nyingi, na nataka kijiji cha Ibuga kiongoze kuiko vijiji vyote vya kata hii ya Kabanga, sawa wananchi? Nawashukuru sana Mungu awabariki tutaonana siku nyingine asante. Nikiripoti kutokea hapa katika mkutano ulipofanyika kijiji cha Ibuga hapa e, Ibuga Center. Mimi ni Mwafrika, nyuma kamera yupo Uncle G.